hicho lakini pia kuondoa pia wanachama muda uh, mfupi tu uliopita. Kama ilivyo sekretarieti ya CHADEMA hapa Zanzibar, ina ina wajumbe tisa, akiwemo naibu katibu mkuu wa Zanzibar uh, lakini muda mfupi tuliopita ifana kikao cha dharura hapa Zanzibar na mpatabaki ya kukihudhuria, wametangaza rasmi kwamba wanajiondoa uongozi na wanajiuzulu wanachama, na hiyo umetoa sababu nyingi tu, ikiwa wamoja kwamba tokea uongozi mpya wameingia madarakani hakuna kikao chochote kilichofanyika hapa Zanzibar kuu baraza la wanawake Zanzibar Yunis Juma Makame, kaimu katibu kanda ya Unguja Haji Abed ambaye ni mkuu wa organizesheni, Rahima Said Abdalla ambaye anasimamia fedha na utawala, pamoja na Habib Ali Khamis katibu kanda ya Pemba. Hawa ndiyo sekretarieti muhimu, ndiyo ngome ya CHADEMA kwa Zanzibar, imetangaza kung'atuka na kujiuzulu, na kumaanisha kwamba ah, hawajitoa katika siasa, wanajitoa katika siasa

CHADEMA. Na sababu nyingine wanazotoa ni wamekuwa hawapati ushirikiano, kwa sababu kuna huu msimamo unaosema no reforms no election, wakati wao Zanzibar sera zao tofauti na sera zilizokuwa Tanzania bara, kwa vile kuna tume mbili. Kwa hivyo, haaja hawajakuwa na msimamo vile, na wao wanaingia katika no reform no election, au msimamo Zanzibar unakuwa vipi? Na mpaka hivi sasa mustakabali wagombea na a na maswala mengine yamekuwa kimya sababu za msingi wanatangaza kutoa maamuzi yao pale leo. Na pengine mbali na viongozi hao, pengine kulikuwa kuna wanachama wengine wakati wanatangaza maamuzi hayo? Eh, hapo kwa kuna wanachama si kuwa wao sita na vyombo vya habari na hajafanywa katika ofisi au katika ukumbi mwingine, lakini hao ni viongozi wanasema wanaunga mkono na na wanachama. Unajua sio rahisi kwa kuonyesha chama e kama kwamba kwanza, tokea uongozi uliopita wa Freeman Mbowe hao ndio hata mkuu wa uongozi mpya wameendelea. Kwa hiyo utakuta ni hao ndio viongozi ambao wamesema wanakuwa hawapati msaada wote, wanakuwa wakitegemea posho na mara nyingine kutumia hela zao. Kwa hiyo wanahisi kwamba umefika wakati kwa chama kingine, au kama ni uongozi wa sasa utatangaza secretariat, basi wao wao wa, wa, wa, wa, wa, wa, siasa. Na pengine Faruk Karim, mmeuliza viongozi hao walifuata utaratibu wowote pengine wa kuwasilisha malalamiko yao ama changamoto hizo ambazo wanaona kwamba ni changamoto ambazo zimewapelekea wenyewe kujivua wanachama, mmeuliza pengine wamefiki wamefikisha kwenye ngazi husika na wamepata majibu gani kabla ya kuchukua hatua hiyo? E, ngazi za husika walikwenda walisema walikuwa wakizungumza ana kwa ana na katibu mkuu

andishi kwamba wamechukua maamuzi yao kwa taratibu zao za chama zinazokwenda, lakini kimsingi wamesema utaratibu hao uko sawa ka utangaza kujiuzulu ni haki yao ya msingi, sawa, mzuru, msingi na katiba na inaruhusu kwamba kwamba ukiingapo nataka kuondoka.